Tano, heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu. Sita, maana kama mlio wa miiba chini ya sufuria ndivyo kilivyo kicheko cha mpumbavu. Yaani mpumbavu unacheka wakati unateketea. Kucheka cheka katika mstari wa nne. Mstari wa nne mbili saba imesema moyo wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Mwananchi, linakuja tukio mbele yako. Utakuja kufahamu. Ha, wakati wengine wanalia, wakati wengine wanaumia, wakati wengine wanaangaika, mambo haya yamekuwaje hivi? Utakuja kufahamu. Hata wewe, haukwa wakati sahihi kwako kucheka, kufurahi, kuchangamka. Updates za mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu. Leo Afrika tumewekewa mipira na miziki inayoitwa ya injili inayoitwa ya secular, ili iendelee kutuhalalisha ama kutufanya kuwa na akili za unyani, yani iendelee kutuplandi kuonekana, haya ni liu manyani, hawa sio binadamu kamili. Kwa nini? Kwa sababu hivi vitu huwa vinafanya tuwe tunachekacheka chekacheka mahali pa kulia, mahali pa kuungana na wanaolia mahali pa kuhuzunika, yani tumewekewa hivi ili tu viwe vinaendelea kutuaminisha na kutukubalisha kwamba kwetu huzuni, uchungu, maumivu, maonezi, dhuruma ndio ubinadamu. Na wakati hivi vitu vina muda wake, wenzetu hawavifanyi hivi panapokuwa na serious issue wenzetu hucheza, uangalia, ushangilia mipira; hucheza, uangalia, ushabikia miziki wakati mambo yanakwenda safi, mambo yanakwenda vizuri, wanaona karibu raia, jamii zao, hakuna anayelalamika hakuna anayelia. E, nikujulishe si tafsiri ya Bibilia kuimba minyimbo ya kuchekacheka ya kushinda ametenda tena, amefanya Mungu amefanya amenibariki, si tafsiri ya Bibilia. Wakati kuna mtu analia, kuna mtu anaumia, kuna mtu analalamika, wimbo wako ulikuwa uzungumzie kilio cha yule mtu. Yaani furaha zote, vicheko vyote, kushangilia kote kunatakiwa kusimama unapoona kuna mtu analia kuna mtu anaumia kuna mfano nawekaga mara kadhaa si maandiko nayoenda kusoma leo lakini kuna maandiko, mfano nawekaga wa maandiko katika mathayo kumi kuanzia mstari wa ishirini na tano yesu aliwahi kusema aliwahi kuuliza hivi jirani nimpende jirani kama nafsi yangu jirani ni nani akasema kuna mtu mmoja alikuwa naenda Yeriko akiwa katikati ya, ya safari akavamiwa na majambazi akapigwa akapita kuhani akamwangalia akapita pembeni akapita Mlawi akamwangalia akapita pembeni. Akaja Mshamaria mmoja akamsaidia, na baada ya hapo wakauliza, akauliza hivi, kati ya hawa watatu ni nani aliye jirani? Wakasema ni yule watatu. Yesu akasema na ninyi fanyeni hivi. Maana yangu ni nini? Ni kwamba hawa wengine kuna mahali walikuwa nawai, kuna, kuna waliokuwa wanaenda ku, kuimbisha, kuna mahali walikuwa wanaenda ku, kuomba kuna mahali walikuwa wanaenda ku, kucheza kwenye sherehe kwenye, kuna mahali walikuwa wanaenda lakini, Yesu alisema inapofika mahala kuna mtu kaumizwa, simamisha ratiba zako zote, zungumzie kile mpaka upate ufumbuzi. Lakini Afrika tumeweka mipira Tunashang, yani inatubrand, inatu, inatugongerezea muhuri mipira, si nyimbo za, za, zinazoitwa za injili si za sekla, tumeweka zitubrand kuwa furumanyani kwa sababu huu haukuwa wakati wa kushangilia katika vilio ambavyo unaweza ka ukawa unaona kama uoni kwingine. Ona vilio vyangu, ona kila ambacho nimekuwa ni kilia kwa siku nyingi, ona hii hali ambayo nimelia sasa kwa bari ya binti yangu, hali ilivyo, sifa kitu ambacho kimsingi nimesema, shetani, sisi sisi, shetani ni hewa hii, ni hewa, ni giza, ni kule baharini. Lakini wenzetu Wazungu, shetani ni mystics. Sisi haya magonjwa haya ni ni mabadiliko ya tabia hewa, tabia nchi. Lakini wazungu wenzetu, magonjwa haya kwa sehemu kubwa ni mabadiliko tabia. Watu wenzetu matatizo yote hawaamini analetwa na shetani, wanaamini analetwa na watu. Hivyo wakisikia mtu amelia kule am, amesema hiki kiko sawa, wanasimamisha shughuli zote, wanaanza kuangaika na kilio cha yule mtu kwanza. Wakati wengine wanazumbuka kukitatua pale kilipo, wengine wanaangaika kujua binadamu gani amesababisha. Sisi nyumbu nyani Viwavi Afrika, viwavi sisi, sisi yani. Hapo mwingine anashangilia mi, Mungu amenibariki mi, nina mi amani mi, kwa Yesu mi nina raha. Una raha gani? Una amani gani? Uing... sisi Afrika, eh, binadamu aina gani? Tunakuwaje na raha? Raha utegemea raha, amani utegemea mwingine anaendeleaje, mwingine yu hali gani? Hiyo ndo tafsiri ya raha, hiyo ndo tafsiri ya amani uwezi ukawa msibani, watu wanalia, watu wanalia, wewe unasema ah, ila mi nina raha, ila mi nina amani, haiwezi katokea ajali, watu wamevunjika miguu, watu wamefariki, unasema ah, ila mi nina amani, mi nina raha. Uwezi ukamwona mtu analia hapa, anasema nimeonewa hapa, nimedhulumiwa hapa, unasema lakini ila mi ni nina amani. Nakukisia hakuna mtu anaweza kuielewa amani yako, zaidi ya yote, jamii iliyoko hapo haikuachi salama. Lakini sasa minyimbo, mipira inajaribu kutuaminisha kwamba kuna liimbaji li, li, li fulani hili lichezaji li, li, li, li, li, li, li fulani hili lishangiliaji mpira li, zinazidi kujaribu kutuaminisha kwamba eti awa wana raha, awa wana amani, na kumbe vinajaribu kupumbaza akili zetu, ili akili ziendelee kuamini kwamba hii yani hivi ndo maisha yanavyotakiwa kuwa, maisha ni hivi maisha ni hivi. Hapana, maisha sio hivi. Nyimbo zetu ziimbe hali halisi inayo kuwepo. Hii mipira wakati mwingine nyoshe, wala nsikuambie dhambi, lakini hata kulikuwa na sababu kuwe na ukimya, pawe na vitambaa vitambaa vyeusi, pengine imefunga, pawe na ukimya. Kuna anaweza kushangilia, kuna anaweza kuona ni ushindi, wakati pana watu wanalia. Wenzetu hufanya hivi vitu, mambo mengi yakiwa yameenda sawa. Sisi tunafanya hivi vitu ili vituliwaze, vitufubaze, vitufanye tu, tuone hatuna tatizo. Na once jamii inakuwa haioni tatizo, jamii haioni tatizo, hamwezi kupata ufumbuzi wa matatizo. Jamii ina, inaacha kuangaika na tatizo inaanza kuangaika na visherehe sherehe na vicheko vicheko, hamwezi kutatua tatizo. Uliyefika huku bila shaka umekuwa ni mwanafunzi a. Leo nimetaka tu ni diri na wanafunzi sasa, ngoja nikuongezee, nikuongezee maandiko. Kuna baadhi ya klipu ambazo hata wakiangalia watu watatu watano, najua ndo waliolengwa, unajua ndio waliolengwa. Sasa nikusomee maandiko ambayo yalitaka wanadamu tutofautishe nyakati za kulia, tushughulike na hali za kulia, tuimbe nyimbo za kulia, tutembee kama wanaolia, tuishi kama wanaolia, na ziwepo nyakati ambazo oh, tunajua hizi ni za kucheka. Kucheka ni kitu ambacho kinahitaji walao, huu umesababisha ume, umeangaika na yeyote na elia, na umemwacha katika hatua walao na yeye awe katika hali yobora bora. katika Warumi 12 mstari wa 15 sema, furahini pamoja, furahini pamoja nao wafurahio, lakini pia lieni pamoja na hao wanaolia, lieni pamoja kuna wakati sasa. Unaona tufurahi, ah, kuna nyakati yani ni vema ujue kutofautisha nyakati, nyakati mmefanyafanya vya kufanya, mmetengeneza wakati ambao watu sasa wanacheka hapo, inatakiwa tucheke pamoja. Lakini umekuta watu wanalia hapo, tunabidi tulie pamoja. Imba nyimbo zionyeshe hatuko sawa, mambo yalivyo sio sawa. Kama kuna michezo yoyote, cheza, onyesha huzuni, lakini sio hivi mikererekerere hii ambayo kwa sehemu kubwa inaonyesha. Sikiliza, yanakuja kwako kwako, yanakuja. Utakuja kuona maana ya kutosikia miziki yoyote hii, yoyote hii, mipira yoyote hii. Mimi, kuna binti mmoja aliwahi komenti wakati naimba zile nyimbo za tenzi. Nyimbo za tenzi zilidhaniwa zinafariji sana wafiwa, yaliponikuta nilifahamu hazifariji, hazina kazi kabisa. Kidonda kinabaki pembeni, wimbo unabaki pembeni. Binti moja rai kusema hizi nyimbo wakati fulani huyu mwimbaji aliziimba 2017 18, pale zilikuwa na fariji, lakini tangia 2018 haufariji chochote. Lakini agalabu ni nyimbo ambazo zinaonyesha ziliimbwa sehemu kubwa na waliokuwa na uchungu, kwa sababu ya ugumu waliokuwa wakikutana nao. Lakini hizi siwezi amenibariki tena tena, nimemwomba kimoja, ameshanipa vingi, kanipa zaidi Sio tatizo sikuambii dhambi, lakini zina wakati, zina mazingira. Wakati watu wanalia, imba nyimbo za kulia, imba. Usipowatetea walau wafariji. Hii mipira kwa wenzetu, yakiwakuta yakuwakuta, huwa wawi hata na kelele kelele, awawi na kelele kelele, wanafunga vitambaa vyeusi, si vyekundu, wanafunga wana, wanajaribu kuonyesha kuna tatizo kwenye jamii yetu, kuna tatizo kwenye mazingira yetu lakini sio akina sisi, siyo akina sisi. Yani, sisi ni chochote tu, nakutatu ame nibariki sana, ame nibariki nimemomba kimoja, amenipa vingi, nimebarikiwa. Sasa nina raha mimi, nina amani. Una mapepo huna amani, una mapepo. Kama sio jini mwenyewe huwezi ukawa na amani wakati kuna watu wanalia. Sikia, katika kitabu cha Mhubiri sura tatu msari wa nne imeandikwa kusema, nianzie msari, msari wa kwanza kidogo pale alafu niukie wanne. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Msari wa nne nasema kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Panapokuwa na tatizo kwa, kwa jirani yako na ndugu yako, huo sio wakati wa kucheka huo sio wakati wa kucheza kwa furaha, huo ni wakati wa kulia na kujua kama lile tatizo linatakiwa litafutiwe ufumbuzi kwa ajili ya mtu huyu anayelia sasa hivi au wanaokuja baadaye. Simamisha kila kitu, tuangaike na uvumbuzi unaotakiwa kutokea. Lisha e, aliwahi kumwambia Geazi, unahisi huu ni wakati wa kupokea zawadi huu ni wakati wa, wa, wa kucheka. Huu ilibidi ufahamu kwamba pana mambo yameharibiwa katika nchi katika jamii, na sisi tuwe sehemu ya wanaolia. Katika Mhubiri sura ya saba. Nadili na, nadili na sasa, ya saba, nisome kwa urefu leo. Nadili na mwanafunzi au ambaye tayari sasa yalishakukuta kwa sababu miaka miwili mitatu, karibia mitatu sasa, nipoka nalia, wengi walikuwa wananishambulia, Mbarikiwa una hekima, unaongea sana, unaongea sana, hubiri injili, hubiri neno la Mungu, acha kuchanganya dini na siasa na nini. Lakini sasa hivi niliwahi kuambia, wakati ule nikasema haya anayofanya tuitakiwa tushirikiane wakati huu, kwa sababu mimi tayari nimeshapoteza kila kitu hapa nilipo hiki nacho jaribu kuhangaikia ni wengine huku mbele, msiingie huku, njoni hapa katikati, tuhangaike na haya mambo. Kwa nini yako hivi? wengi wakatea, ah, unaongea sana, una hekima, una Mungu, ubiri injili, ubiri neno. Leo hii hilo neno hilo, unachanganya dini na siasa, ubiri injili, ubiri neno, leo liko kimya. Karibu kila mtu anasema, viongozi wa dini, wao watumishi wa Mungu, ongeeni, tuteteeni, ongeeni Ilitakiwa tungeelewana toka kule mwanzo. Sasa sasa hivi unachanganya dini na siasa ya sasa yamepungua na yatapungua, kwa sababu tatizo lisilotafutiwa ufumbuzi huendelea kukua. Na kwa kuwa mpaka sasa hivi bado kuna ambao mnaangaika na mipira na mziki, amenibariki amenibariki ninalaha mpenzi mpenzi, haya matatizo yataendelea kukua na utafika mahali na wewe utaanza kuona ise. Kamera yangu jamani, naombeni waandishi wa habari na watu we, wema, mwendelee kunipazia sauti. Nikasema hawa watu wakati wanapaza sauti juu ya magumu yao, we haukupaza na uli uliwasema kwamba ni wa ni, ni waongeaji sana. Sasa ilikuwa vizuri sana uito ungeuita wakati hajakukuta. Ya maidia yatakukuta, hautaona maana ya mipira hii hautaona maana ya hizi nyimbo mimi nasema, wanadamu simameni, Tanzania simameni, njooni tuangalie mapito ya zamani, hii wapi njia iliyo njema, nasi tukaenende katika njia hiyo. Njooni tuzungumze, simameni, simamisheni. Mnavyosema sio biashara, biashara, hakuna biashara. Wakati fulani itaenda, kuna matukio yatakutokea, utakuja kugundua yalihitaji kuyatafutia ufumbuzi wakati huu tulipokuwa tunapiga kelele, simameni, simamisheni baadhi ya vitu mnavyoita maendeleo. Maendeleo ya kwanza yawe uhakika wa binadamu kuishi katika. Mhubiri, Mhubiri sura, sura ya ngapi? Sura ya saba. Mhubiri sura ya saba, ni kusomee kwa urefu hapa kidogo, sura ya saba Nianzie mstari, ni mstari wa tatu. Huzuni ni afadhali kuliko kicheko, maana simanzi ya uso ni faida ya moyo. Nne. Moyo mwe wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Tano. Heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu. Sita maana kama mlio wa miiba chini ya sufuria, ndivyo kilivyo kicheko cha mpumbavu. Yaani, mpumbavu unacheka wakati unateketea, mpumbavu unacheka ukiwa unateketea. E, kuchekacheka katika mstari huu wa nne Mstari wa nne Mhubiri saba imesema moyo wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Mwananchi, linakuja tukio mbele yako, utakuja kufahamu ha, wakati wengine wanalia, wakati wengine wanaumia, wakati wengine wanaangaika, mambo haya yamekuwaje hivi? Utakuja kufahamu hata wewe haukuwa wakati sahihi kwako kucheka, kufurahi, kuchangamka. E, njia yenyewe pengine njia. Nani alianza imani, ambaye kimsingi ali, alikuwa mfano, alikuwa na maisha ya aina gani? Alikuwa na maisha ya aina gani? katika Isaya najua we unayesema haja kukuta fundisho hili hautalielewa, lakini sio kila fundisho lipo kwa ajili ya kueleweka leo. Kuna mafundisho yapo kwa ajili ya wakati fulani. Mtu anaanza anaanza, huyu mtu wakati anafundisha haya hivi, dunia ilichukuliaje? Mbona haya alikuwa mambo, wangechukulia wangechukulia kama starting point. Sawa so, sabini kawaida sana tumwangalia ambaye alianza kiitwacho Ukristo yeye aliishi maisha ina aina gani? Imeandikwa hivi ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Isaya hamsini na tatu hiyo nimeanzia moja. Yeye hana umbo wala uzuri na, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko na kama mtu ambaye watu umficha nyuso zake, alidharauliwa wala hatukumhesabu kwa kitu. Huyu ndo aliyeanza maisha ya imani ambayo sisi imetuacha muda wote ni watu wa kuchekacheka, kama miiba chini ya sufuria. Amani nametenda tena, kwa nini Yesu wa kuchekacheka Alikuwa naona kuna watu wana hali za kulia, kuna watu wana hali za kuomboleza, kuna watu wameonewa, kuna watu wanadhulumiwa, kuna watu wameuliwa, wa, wa, wa, wa ndugu yao ametekwa, ndugu yao akawa anatafuta njia haya mambo yawe sawa. Katika Ibrania sura ya tano mstari wa saba. Anasema yeye siku za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Sasa kuna unayesema amesema ah, aliomba sio, alilalamika sio, aliongea. Sasa lia, sasa omba, lia omba, lia, lakini huyu alilia Alipoenda kutafuta nguvu ya afanye nini, mchana aliongea na binadamu, acheni haya na haya, isiwe hivi wanadamu, tusiwe hivi eneo. Anyway, najua inawezekana kabisa hii haitabadili chochote kwa uliyesikia hapa. Tahadhari yangu tu, tahadhari yangu tu ni kwamba eh, haya yana maana leo linakuja kesho. Ni afadhali ungeiona taabu, kilio, machungu ya mwenzio kuwa yanakuandaa wee. Mwenzako anaponyolewa zako tia maji, ungeangaika kwa uzito anaoangaika nao huyu mtu sasa. Lakini kama sivyo, kama sivyo Yapokea haya kama moja ya makelele miongoni mwa makelele yanayoendelea kwenye jamii, alafu kuna wakati utakuja kuona ilikuwa ndiyo hekima uliotakiwa kuangaika nayo. Na asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuwawa Atakayefiwa ama afae katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.